Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, katika video hii tutajifunza kuhusu utafiti wa case control study au kile kinachojulikana kama utafiti wa kesi na mashahidi, na jinsi ya kufanya hatua kwa hatua. Ili kuelewa dhana kuu, kuna video nyingine ambayo tunaweza kurejea, lakini hatua zinazofuatwa katika kutekeleza utafiti huu zitakuwa kwenye video hii. Utafiti huu unaanza kwa kuchagua kesi ambazo tunataka kufanya utafiti juu yake. Kwa kukumbusha tu, katika utafiti huu tunaanza na matokeo na kujaribu kuelewa ni kwa nini. Mara tu tunapoelewa matokeo, tunarudi kwenye mfiduo wa zamani. Hapa tunaanza na matokeo na kuchagua kesi ambazo, hui, tunataka kufanya utafiti kuhusu hilo iwe kutoka kwa faili za matibabu au vyeti vya kukamilika au baadhi ya vituo vya utafiti au kupitia uchunguzi wa kimatibabu. Lazima ipatikane kundi linalofaa la kulinganisha na kesi yaani, kupata watu wanaofanana na wale wa kesi lakini hawana ugonjwa huo, kisha kujaribu kujua chanzo chake huko nyuma kupitia dodoso au mafaili yaliyopo hospitalini au kwa mgonjwa mwenyewe au kufanya mahojiano na wagonjwa. Hatua ya mwisho ni kufanya uchambuzi wa takwimu unaofaa ambao mara nyingi hutumika katika hali hii, kiwango cha odds ratio ambacho tayari nilikitaja kwenye video nyingine. Hebu tuchukue mfano huu. Tunataka kujua uhusiano kati ya COPD ambayo ni hali ya ugonjwa wa bronchitis sugu na emphysema. na uhusiano wake na vapes au uvutaji wa sigara za kielektroniki. Hivyo matokeo tunayatafuta ni COPD na kitu tunachochunguza ni matumizi ya vapes au sigara za kielektroniki. Kwa hiyo hatua ya kwanza katika aina hii ya utafiti ni kupata wagonjwa wa COPD, yaani watu waliopata ugonjwa wa COPD, iwe kutoka hospitalini au kliniki. Na lazima kuwe na kundi lingine ambalo halina COPD. Kundi hilo lingine linaweza kuwa watu wasio na magonjwa ya mapafu kabisa au kundi lililo na ugonjwa mwingine kama vile pumu, asthma. Hii ni kwa ajili ya kulinganisha kati ya wale wenye COPD na kundi lingine. Kisha makundi yote mawili yanaulizwa kuhusu matumizi yao ya sigara za kielektroniki huko nyuma, kwa mfano, miaka mitatu iliyopita, ili kujua kama kuna uhusiano kati ya sigara za kielektroniki na COPD. Unaweza kuwauliza kupitia utafiti au kufanya mahojiano. Hatua ya mwisho itaamua kama sigara za kielektroniki zinaongeza uwezekano wa kupata COPD au la, kwa kufanya uchambuzi wa takwimu kama vile odds ratio, ambayo hapo awali nilizungumzia katika video iliyopita. Asanteni nyote.